Na sauti kwa sasa wakati serikali ya awamu ya tano ikitilia mkazo suala la kudhibiti wa kuwepa kodi, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema itavuka lengo la ukusanyaji wa mapato kutokana na shinikizo lililotoa Rais John Magufuli la kuwataka watendaji kukusanya mapato, wa na mapato kwa ufasaha. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam salam, kamishina mkuu wa TRA Richard Bade amesema matumaini ya kuvuka lengo hilo yanatokana na mamlaka kufanikiwa kukusanya mapato kwa asilimia 97.6 kati ya mwezi Julai hadi Oktoba Magufuli ameingia na msisitizo alioweka. Uh, tuna matumaini makubwa kwamba mwaka huu tutapita lengo kwa, kwa kutokana na shinikizo ambalo tunaliona kwamba lazima tuliweke kuongeza mapato uh, hivyo kutokana na, na mkutano ambao tulifanya siku ya Jumamosi tayari tumeshaanza vikao, nataka ni tumefanya vikao ndani ya, ya, ya, ya mamlaka lakini sasa tunataka kukutana na makundi mbalimbali ya mbali wafanya biashara, ili tupitie na tuone kwamba hili changamoto liliyopewa ya kukusanya zaidi ya kile ambacho tulikuwa tumetarajia mwaka huu tunakitimizaje, kwa sababu wao ni wadau wakubwa. Tunatarajia kwamba tutaweza kukusanya na kupita Akifafanua juu ya udhibiti wa sheria zilizopo, kamishna baada ameomba serikali ifanye marekebisho ili kuwadhibiti wa kwepa kodi. VAT tulibadilisha sheria lakini bado tumeona kwamba kuna baadhi bado bado ya maeneo hayaja pick up vizuri kwa kipindi hichi cha miezi minne ya mwanzo, lakini tunatarajia kwamba tunaweza tukaona mabadiliko, aa, kwenye muda unaokuja. Azam TV iliweza kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara jijini Dar es Salaam ambao wametoa maoni yao juu ya vitendo vya ukupaji wa kodi hapa nchini. Mimi nina imani ya kwamba inawezekana kabisa, hapo mwanzo hawa watu hizi kodi zilikuwa zifikiwe wenyewe. Walikuwa wanaziweka mifukoni mwao. Sasa hivi wanaanza kutetemeka. Na ndio maana sasa wanakazana kusema watu waendelee kulipa kodi kwa haraka. Kodi sio kwamba hazilipi, watu walikuwa wanalipa kodi, lakini inaonyesha kabisa zilikuwa haziwafikii wenyewe. Swala la TRA kusema kwamba sasa hivi tunaweka mikakati mikubwa ya kukusanya kodi, inaanza kutokana na labda ni ofu au oga wa awamu ya tano hii iliyoingia, lakini kusudio kubwa ambao wanakwepa kodi si, kwa vojua, sisi tunavyojua ni wafanyabiashara wakubwa, sio sisi hao wadogo. Maana mikakati tangu mwanzo sisi ndo tawalipaji wa kodi wazuri, tukifuatilia kwa misingi ya ulipaji kodi, nashangaa kwamba labda walikuwa hawakusanyi kipindi cha nyuma. Maana kwa kusema kwamba wanataka kukusanya kodi na maana inaonekana kwamba walikuwa hawakusanyi kodi, wanaanza kukusanya mwaka huu kodi. Wanaogopa ni kwa sababu sisi tunalipa kodi, na mwaka huu tena tumeweza kulipia kodi wenyewe. Walikuwa wanatembea na gari zao wanakuja huku mtaani, tunalipa kodi. Mamlaka ya Mapato Tanzania imetoa wito kwa wafanyabiashara na wadau wote kutimiza wajibu wa kulipa kodi kwa hiari ili kuchangia pato la taifa.